Ah, uh, ndugu mpenzi mtazamaji wa channel yetu ya Tripple A TV. Tunashukuru sana kwa kutufuatilia kwa mambo na mafundisho mbalimbali tunayoyatoa katika channel yetu hii. Lakini leo hii, ndugu mpenzi mtazamaji, tumekuandalia kitu kisafi kabisa, kitu kizuri ambacho watu wengi sana walikuwa wanajitahidi sana kujua, kwa sababu nakuta mtu anauza simu, simu yake inapotea, lakini akitaka kufungua akaunti zake azirudishe anashindwa. Kwa hiyo hii, ndugu mpenzi mtazamaji, tumekuandalia jambo hili la kufungua akaunti ambayo iliyopotea. Kwa mfano leo hii nimekuandalia jinsi ya kufungua TikTok yako akaunti iliyopotea. Jambo la kwanza kabisa ambalo unatakiwa kulifanya kama kawaida inabidi uwe na TikTok yako katika simu yako. TikTok hiyo ni ambayo ulikuwa unaitumia. Kwa mimi hapa ukiangalia katika simu yangu TikTok yangu ambayo ulikuwa unaitumia ni hii hapa. Haya, kitu unachotakiwa kufanya hapa baada ya kuwa nao TikTok yako ambayo ulikuwa unaitumia utatakiwa kuingia ndani ya TikTok yako kama hivi. Utaingia hapo na ukiingia katika TikTok yako itakuonesha kama hivi. Eh, itakisha kuonesha kama hivi hapo. Hii ni sehemu ambayo E imeandikwa profaili yako wewe ile sasa hapo sasa ukishafika mpaka hapo kitu ambacho wewe unachotakiwa kukifanya ni kuja huku juu katika vidoti vitatu eh ukishakuja huku juu katika vidoti vitatu hivyo ndugu mpenzi mtazamaji utasubiria hapo itajirodi baada ya kujirodi hapo utashuka chini utatafuta sehemu ambayo iliyoandikwa manage account manage account tukiangalia ni hii hapa hii utaibonyeza hapo manage account. Kwa hiyo tukishafika mpaka hapa sasa utakuta sehemu imeandikwa use the phone or email. Eh, ukishafika mpaka hapo utakuta kujua imeandikwa use phone or email. Hapo chini utakuta maandikiwa continue with the Google. Sasa hapo tunachoga kufanya kwamba ukiangalia uki hapa kichwa cha habari chao hapa juu umeandikwa kwamba sign up for TikTok. Na sisi lengo letu sio kusaini kwamba sisi lengo letu ni kuirudisha TikTok yetu. Sasa hapo ukisha sign kwa maana unatengeneza TikTok mpya. Sisi lengo letu sio kutengeneza TikTok mpya, sisi lengo letu ni kurudisha TikTok yetu. Kwa hiyo tunatoka, tunachotakiwa kukifanya tunakuja hapa chini hapa katika haya maandishi mekundu yaliyoandikwa log in, kwamba tuingie katika akaunti yetu, tutabonyeza hapo hiyo log in. Tukishafika mpaka hapo sasa, utaangalia hapo, utakuta maandiko use phone au email au username. Kwa hapo tunachotakiwa kukifanya hapo utaingia hapo Ukishaingia hapo andika namba zako za simu eh, kama mimi hapo, kwa kuwa jambo limesha limesha nilishakuingizaga namba za kama za simu, nitazibonyeza zimekuja hapo za simu zitakaa, nitabonyeza hivyo, nitaruhusu hapo, nitasendi, nita kama hivyo hapo, nitasubilia kodi wenyewe TikTok wanitumie hapo. hapo kisha ukishatumiwa kodi tayari imeshafunguka. Ukishatumiwa kodi tayari imefunguka. Kama mimi hapo tayari wamenitumia kodi hizi hapo hizo e, kodi hizi hapo hizo ameshanitumia, nitaziandika nitaziandika zile kodi walizonitumia, kodi zao zile walizonitumia, nitaziandika hapo, itajirodi e, itajirodi hapo kama unavyoona hapo. na kama hivyo tayari nimeshafanikiwa kuirudisha akaunti yangu Eh, nimeshafanikiwa kurudisha akaunti yangu, na ili kuhakikisha kuhakikisha kama kweli jambo nimefanikiwa, nitakuja sehemu yangu ya profaili. Nikija katika sehemu yangu ya profile hapo, kama unavyoona vile vile, vitu vyangu tayari vimerudi. Akaunti yangu yapo na vitu vyangu nilivyowahi kuviposti vyote hivi hapo. Ndugu mpenzi mtazamaji, hilo ndio jambo ambalo niloandeleeni kwa leo. Tafadhali usisahau kusubscribe chaneli yetu na kuendelea kutufuatilia ili kupata mambo mengi kabisa kujifunza kuhusu masuala ya mtandao. Asante sana.